Imefika wakati mzuri ya kukaribishana hmm. E, sisi sote tuliopata neema ya kuona tena siku ya leo hmm. E, na kuwa na kuwa hapa zaidi hmm. Kuwa e, hapa Mungu wetu azidi kuwa pamoja nasi hmm. Na atubariki hmm. Atuwezeshe hmm. Atupatie nguvu, atujaze kiu wapendwa, kupatikana hapa kunako kiu, ni ile kiu ya kutangaza neno ni lake mm -hmm. Inasababisha mara nyingi watu kukusanyika mm -hmm. E, wakati yenye watu wanapungikiwa na kiu na unakutana vitu vya kukusanyika vinapunguka ndani ndani mwao mm -hmm. E, vile vile siwezi kusahau kukaribisha wapendwa wenye wanatufuata nyakati kama hizi mm. Eh, na wenye watakaotufuata baadaye kwenye kwenye runinga mm. Eh, pia nao nawaambia muwe karibu mm. Na Mungu awabariki Amen. Eh, na Mungu azidi kuwalinda na nyinyi pia Mungu az, az, awazidishie kiu ya kusikia neno lake mm. Eh, imefika wakati wa kusikia neno E, acha tumuombe Mungu hmm. Tumsii Mungu wetu e, azidishie mhubiri wa siku ya leo hmm. Tuombe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, tunasema aksanti mara nyingine kwa kupatikana hapa ajili ya neno lako hmm. Baba, tumefika wakati wa kusikia neno lako na ndilo neno la uzima Baba, atakayetulisha tunamtia mikononi mwako, umuwezeshe Baba, acha Roho wako anene ndani mwake. Yeye awe ni chombo, lakini Roho wako ndiye atakayenena ndani mwake. Baba tunakuomba, na sisi pia, tutakalolisikia iwe nanga katika nafsi zetu Iwe nyundo ya kutugeuza Bwana, lisitokee lisingie kwe, kwenye lisikio la kuume litokee kwenye lisikio la kushoto bila kutenda kazi ndani mwetu Baba. Na wote watakaolisikia nau pia, nawatia mikononi mwako, uwawezeshe uwabariki, uwaongoze, uwashindie Baba mwanzo hata mwisho, tukuone wewe. Tunaomba kupitia lile jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Karibu mhubiri, yes, na Mungu akuwezeshe. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Amen. Amen. Amen. Ni neema kutoka Mungu wetu kuonana tena asubuhi ya leo Neme. Neme. Na Neme. Bila kukauya tutaenda kusoma katika Isaya. Isaya. Eh, ile sura yake ya makumi tano na tano mm. Tunaanza kwa vesi ya sita mm. Isaya makumi tano na tano sita na tunashuka kidogo. mtafuteni mm, bwana maadamu anapatikana, mwiteni mm, maadamu yu karibu mtu mm. mubaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake mm, na amrudie Bwana naye atamrehemu mm. kutafuta Bwana amena kumtafuta Bwana Mm. tunasikia Bwana mm. Bwana wa mabwana mm. Mungu muumba mbingu na nchi huu mm. ndio muda wa kumtafuta. Mm. Kumbe kuko wakati hatapatikana. Mm. atakuwa wapi? Amena, wewe na mimi tujiswali, atakuwa wapi? Mm. sababu gani anatualika ya kwamba tumtafute kwa leo mm. kesho? hatakuwa Mm-hmm. Lakini neno la Mungu linasema ni yeye yule jana leo na hata milele. Mm-hmm. Na hapa Isaya anasema tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Mm-hmm. Tumwite maadamu yu karibu. Mm-hmm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anasema mtu mubaya na aache njia yake na mtu asiye haki aache mawazo yake. Amen. Yani, kuko watu wabaya, mm, ambao wanaziendea njia ambazo hazistahili kwa Bwana. Mm, wewe unaendea njia ipi ambayo Mungu anakukataza siku ya leo?